Tena, bwana, haya ndiyo mambo ya aibu ambayo yalifanyika nyumbani e, kwa Nandy. Sherehe hii ambayo ilijawa na dosari nyingi sana, watu kuweza kufanya kufuru, kuweza kujiachia pasipokuwa na aibu. E, usiku mmoja ambao sherehe hii iliweza kulindima sana hapa nyumbani kwa Nandy, iliyofahamika kwa jina la Kibao Kata. Kama unavyoona hapa, ni tukio kubwa ambalo liliweza kutrendi sana katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Nandy kufanya sherehe ya Kibao Kata kualika wadada wa mujini mashangingi mamshangazi pamoja na mashoga mbalimbali watoto wa kiume ambao nao pia waliweza eh, kujumuika katika tukio hili kubwa la msanii Nandy ambalo lilifanyika wikendi hii iliyopita. Mm, watu waliweza kujiachia sana, mastaa mbalimbali ambao watu waliweza kukutana hapo usiku nyumbani kwa Nandy kwa ajili ya kuweza kuonyeshana ufundi wa kukata mauno mm, kuweza eh, kuonekana wakiwa katika vibe la kuweza kukata E, mauno huku wakiwa wanashangiliwa na mashangingi mbalimbali mbali, kama unavyoona hapa e, mastaa hawa akiwemo Wema Sepetu Fahyma angoti wote hao walikuwa wakishindana e, kukata mauno, kucheza chula, kama unavyoona hapa e, tukio hili kiukweli, kila mmoja aliweza kushuhudia e, kufurahi kubwa ambayo ilifanywa nyumbani kwa msanii Nandy kuweza kualika wasanii mbalimbali kwa ajili ya kuweza kuonyeshana ufundi wa kukata mauno usiku huo, usiku wa kibao kata. Pia hata Paula na yeye pia mm, alikuepo usiku huo mkubwa kuweza kujumuika na mastaa wengine wengi ambao waliweza kukutana humo nyumbani kwa Nandy. Mm, Fahyma na Paula walikutana uso kwa uso, ila hawakuweza kukaa sehemu moja, walikuwa wakinyaliana eh, huku taarabu za vichambo ambazo zilikuwa zikipigwa alionekana akiwa na Paula na muda mwingine alionekana akiwa pamoja na Fahyma. <coughs> Hiyo ambalo e, ni kufuru kubwa iliyofanyika nyumbani kwa Nandy. Wale wote ambao walikuwa wamevaa vijora, inasemekana kwamba ndani walikuwa hawajavaa kitu yoyote, kuweza kuyaacha maungo yao kwa ajili ya kuweza kuonyesha e, mcholo, jinsi wanavyokata mauno na misambondaa ambayo waliweza kujaliwa. E, wengine walikuwa wakicheza chura kama unavyoona hapa. Pia hata Juma Lokole hakukosekana humu ndani ya ulingo, naye pia aliweza kuonyesha ufundi kucheza chura mbele ya wanawake hawa ambao aliweza kuwepo humo ndani ya nyumba ya Nandi, e, wakati wakirushiana vichambo, kusikiliza nyimbo za taarabu na huku kibaokata kikipigwa, na walikuwa wakikata mauno yao pasipokuwa na aibu. Eh, huko Fahyma pamoja na Paula wakiendelea kunyaliana, kuendelea kudharauliana, kila mmoja alikuwa eh, akimdharau mwenzake, wakiangaliana kwa jicho la kuibaiba mm, kama unavyoona hapa, ni tukio ambalo la kustajabisha kwa sababu wamekutana eh, wawili hawa tena, eh, ambao waliweza kuibiana mume kipindi cha nyuma eh, Fahyma anamchukia sana Paula kwa sababu Paula alimuibia mume wake miaka ya nyuma, lakini akapambana kweli kweli kuhakikisha kwamba penzi lake analirudisha tena. Sasa nandi alichokifanya ni kuweza kuwaalika wote wawili, alimwalika Faima akamwalika na Paula, wakakutana ndani ya mjengo mmoja katika kibao kata hicho ambacho kilifanyika nyumbani kwa nandi nandi ana makusudi sana hmm. amefanya hivyo kwa ajili ya kuweza kuwaona, je, watasalimiana tena lakini hawakusalimiana. Wema Sepetu pamoja na Lulu Diva ni wanawake ambao waliweza kufanya mambo ya aibu sana siku ya kibao kata. Wema alikuwa amelewa sana na rafiki yake huyo Lulu Diva, na wakawa wanajiachia maungo njenje, walikuwa wakijiachia sana huku akotina yeye, mbele ya umati wa wanawake alikuwa akikata mauno kama unavyomuona hapa. Yeye pia alikuwa amelewa kwelikweli, alilewa sana, alikunywa pombe nyingi na zilimpanda kichwani, akaanza kufanya vitu vya ajabu, akaanza kufanya vituko huku Fahyma na yeye akiwa anaonyesha uhodari wa kukata mauno e, mbele ya Paula pamoja na Kajala ambao walikuwa akishuhudia yale ambayo Fahyma alikuwa akiyafanya, e, kuweza kumuonyesha kwamba e, kwamba anajua kukata mauno kwelikweli na amemzidi kwa kila kitu, amemzidi kwa uzuri ya Fahyma, amemzidi Paula kwa uzuri, amemzidi kwa shepu na amemzidi kukata mauno. Yote hayo ni Nandi ndiye ameyafanya ya kuweza kuwaalika. Eh, wawili hawa mahasidi ambao wanachukiana sana, Paula anamchukia sana Fahyma na Fahyma anamchukia sana eh, Paula inshoti, kwamba hawapendani live live humo ndani ya kibao kata hicho walikuwa wakinyaliana, yani Paula alikuwa kimnyali Fahyma alipokuwa akikata mauno eh, jambo ambalo liliweza kutrend sana katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Ni tukio kubwa la aibu ambalo lilifanyika nyumbani kwa Nandy, haitakai saurike, kwa sababu ni kufuru kubwa. Wanawake ambao waliku yora, walikuwa wamevaa vijora walikuwa wakijiachia tepetepe kuweza kucheza chura. Kama unavyoona hapa, chula walichezwa humu ndani e, huku wawili hawa Paula pamoja na Fahyma, wao walikuwa wakubizi kuweza e, kunyaliana pale taarabu zilipokuwa zikipigwa za mafumbo kuweza kuchambana, e, kuweza kuonyeshana nani mzuri zaidi humu ndani katika sherehe hiyo ya Nandy ya kibaukata bwana, hili ni tukio kubwa sana ambalo halitakaa lisaurike baada ya Nandy kufanya kufuru kubwa wikendi hii kuweza kufanya kibaukata kualika mastaa mbalimbali nyumbani kwake. Wale ambao walikuwa wakichukiana Paula na Fahyma waliweza kutana sehemu moja, Kajala na Wema Sepetu nao pia waliweza kukutana sehemu moja e, walikuwa hawasemeshani kabisa wote e, waliweza kuhudhuria katika sherehe hiyo ya kibaokata ya Nandy. Mambo yalikuwa ni moto kweli kweli, watu walikuwa wana furaha sana, baada ya kuweza kujumuika kwa pamoja katika kucheza eh, kibaokata, kuweza kukata mauno, kuonyeshana umahiri na ni fundi wa kukata viuno. E, watu walikuwa wakijiachia sana na vijora kama unavyoona hapa Kulikuwa hakuna aibu, hakuna wa kumlaumu kwa sababu walikuwa wamelewa wote. E, Wema Sepetu alilewa sana pombe ukimwangalia, pia Rudiva naye alilewa sana pombe mpaka najiachia maungo njenje, mapaja njenje. Na Gladnes ikafurika naye na pia alikuwa amelewa sana e, kila alikuwa ajitambui kile ambacho alikuwa akikifanya humu ndani ya ukumbi huko nyumbani kwa kina Nandy mashoga kama wote kama unavyoona hapa E, mashoga walikuwepo e, huyu hapo walikuwa akipewa pesa na Wema Sepetu baada ya kuweza kukata mauno. Pia aunti Tina yeye alikuwa akipewa e, pesa na baadhi ya watu humo ndani ya ukumbi kwa kuonyesha umaridadi wa kuweza kukata mauno. Hawa ni watoto wa kiume lakini ni mashoga ambao nao pia waliweza kualikwa katika kibao kata hicho cha msari Nandy ambacho kilifanyika nyumbani kwake kufuru kubwa. Nyumba nzima ilijawa na mashangingi mashangumpe, mamshangazi wa dada wa mjini ambao walifika hapo wakiwa wengine wamevalia uchi kabisa wa mnyama kwa ajili ya kuweza kucheza kibao kata hicho usiku wa kufuru. Eh, watu walikuwa hawajitambui. Nandy mwenyewe alikuwa amelewa sana pombe kama unavyoona hapa, alikuwa ajielewi kabisa kile ambacho anakifanya, baada ya kuweza kuonekana katika video mbalimbali ambazo mbali ziliweza kutrendi katika mitandao ya kijamii akiwa anacheza ovyo ovyo huku e, maungo yote yako nje, jambo ambalo iliweza kuzua taharuki kubwa katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii. Kibao kata cha Nandy ni kufuru kubwa wameifanya, e, haitakai isaurike, baada ya kuweza kuonekana kwa picha mbalimbali mbali, video chafu za mastaa hao ambao walikuwa hum katika tukio hilo la kibao kata nyumbani kwa Nandy na kuweza kutendeka katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, Paula pamoja na Fahyma wao walikuwa hata kuongereshana, hawakuongereshana licha ya Nandy kuweza kupambana kwa kutanisha tena kwa mara ya pili, lakini Paula ndiyo kwanza alionekana akiwa yupo bize na mambo yake, na huku Fahyma na yeye alikuwa yuko bize na mambo yake, hawakutaka kabisa kuweza kusemeshana wala kuweza kusogeleana kutokana na chuki ambayo imewajaa wawili hawa e, Mama Amara pamoja na Mama Jidevani e, wote hawa ambao walikutana katika tukio hilo kubwa la kibao kata cha msanii Nandy nyumbani usiku mmoja na kuweza kujawa na E, kufuru kubwa ambayo ilikuwa ikiendelea humo ndani, e, watu kuweza kucheza e, mapaja nje nje, kuvaa vijora ndani, na inasemekana kwamba walikuwa hawana kitu, jambo hili ambalo liweza kuzua taharuki kubwa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. E, bwana asante sana haya ni machache ambayo tumeweza kujuza. Tukutane tena wakati mwingine kwa habari na matukio moto moto, ni sisi Bongo Mpya Tv, tuko hapa kila siku. Hakikisha unabonyeza alama yako neno subscribe ili kuendelea kupata habari na matukio mbalimbali. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi.